Na mwitikio ulikuwa ulikuwa sio hivyo sana, sababu mashindano kama haya ya mabingwa uwanja unakoga full house, lakini nimeshindwa kuelewa. Unajua na Unajua watu wanataka kupata tatisi goli ya taa moja, unajua ndiyo tumefuzu kwenda hatua ya makundi, lakini lengo na madhumuni kushinda hii game hii lakini na mi nasema nashukuru sana wachezaji wangu wamepambana kadi wa ya uwezo wao, ndio matokeo yako hivi. Matokeo ya mpira ya kwa matatu na ushindwa kufungwa na sare kubwa zaidi, wamepambana vibaya zaidi, tumefungwa lakini kila mtu kaja, kaja leo kwa ajili Simba anaweza goli moja au mbili. Kuna wakati Simba ilikuwa inapasiana tu pasi nyingi za nyuma kuvuka mstari wa katikati, ni changamoto. Vijana wamebadilika tofauti na o, walivyocheza kule kule kwao, timu pinzani walikuwa kwenye njia za Simba, wanakaba na wanazuia kadi kadi ya uwezo wao, na vilevile nao pia wamekuja kupambana ili gemu ini matokeo, lakini mpira huko hivyo. Mimi vijana wangu leo uwezo mkubwa umeonyesha kwa maana um, um, chea kwenye njia tumeona, yeah. lakini ndio mpira uko hivyo, na unapambana namwanzaku anapambana mtu ambaye mwenye uwezo anpatoke, lakini lengo na mazumuni mashabiki wa Simba na wapenzi wa Simba wote leo mmoja wanjaye kwa ajili ya kushangilia ushindi hata goli moja au mbili, na mwenyewe umeona, si kaida yetu. Mpira umekwisha, hakuna tangu ngoma zilizopigwa wani watu kama fla fla fla, wana angalau wamefuzu. Lakini target zao na nia yao hii mechi ifanye washinde hii game ya nyumbani. Mashabiki leo sio wengi, Roja, sio kaida yenu Simba, na na na mwitikio ulikuwa ulikuwa sio hivyo sana, sababu mashindano ma, ma, ma, ma, kama haya kabingwa, uwanja unaoga full house, lakini nimeshindwa kuelewa. Unajua na uwezo kulaumu uwezo jua

timu ikupoa, timu kusafi, vijana wanapambana. Kadi mtu ambaye anaipewa nafasi, uwezo wake anaonyesha, tunaona, lakini hauwezi kubeza sababu ni haya ni mashindano makubwa ya kabingwa, kila mtu ambaye anayekuja anakuja naye anakuja na kajipanga. Unaweza mtu ukamfunga kwake kwa kinikwako akakufunga, lakini timu yangu iko bora na timu nzurishka na timu yangu. Shukrani sana.